Kwa sasa nagombea nafasi ya ubunge kupitia chama cha Alliance for Democratic Change ambayo ni ADC. Ndio nafasi kwa mara ya kwanza kuingia katika uh, nafasi hii kupitia jimbo eh. Kwa nyuma nilianza chama chingine lakini sikuweza kunini, kugombea, lakini mwaka huu nimeamua na mimi kujiingiza katika kinyang'anyiro hicho wa kupitia chama hicho cha ADC nimeamua kugombea ubunge kwa sababu yale maendeleo hasa tuliokuwa tukiyataka bado, sisemi kama wale waliokuwepo hawakufanya uh-huh. Wamefanya kwa uwezo wao, lakini yale ambayo hasa tulikuwa tunayataka yawe basi bado hatuja ya, yafikia au kama yame- yametakiwa kufanywa lakini labda yamegusiwa tu. Kwa hiyo na mimi nikaona nije nigombee hii nafasi ili kuweza kuendeleza pale ambapo waliotangulia nyuma yangu uh, wali walikuwa bado hawajayafikia yafikia wananchi. No, nawahidi mabadiliko tu makubwa na wakae mkao wa kula na nawaomba wananchi wangu wa jimbo la Malindi wabadilishe ladha mara hii wanichague mimi kama ni mwanamke na kupitia chama cha ADC kwa hiyo hebu wananchi wangu nawaambia kwamba badilisheni ladha na, badilishe na mara nyingi alhamdulillah inapokwenda watu nasi wanagombea kama juzi nimekwenda kwenye maziko ninapokutana katika maziko mbalimbali pale mbali, mbali. Basi baada ya maziko tena, wakati wa kuagana, jamani, mi nagombea. Nimehisi kwamba wengi wa wamenispoti kiasi fulani, na nikawambia naomba mbadilishe mba ladha. Kwa hiyo badilikeni, badilisheni ladha marai. Kwahiyo hilo ndio ambalo nauahidi kwamba kuna nauahidi mabadiliko makubwa kupitia imegusa mambo mbalimbali kwamba watu wabadilishe ladha waione na mimi ladha yangu jina, amine, kwa mara hii itakuwaje, na naamini kwamba itakuwa ni ladha ambayo yenye utamu wa asali ndani yake haitokuwa na shubiri. Kwanza, kipaumbele changu cha kwanza ni amani katika jimbo langu na upendo kwamba endapo nikachaguliwa mimi ni dereva ambaye naendesha gari ambalo lina abiria wote, na neno la amani na upendo ndio neno ambalo tulikuwa tumelelewa katika Mji Mkongwe. Kwa hiyo tulikuwa tunapendana eh. kwa hiyo na mimi na, na, na, na, na mji ambao, jimbo ambalo lilikuwa lina amani. Kwa hiyo na, kwanza nawaahidi, amani utulivu na upendo katika jimbo langu. Lakini la pili, nimegusia na na nataka kugusia kwenye mambo ya haya ya udhalilishaji. Endapo wakanichagua mimi kuwa mbunge, basi suala la udhalilishaji nitali ni kipaumbele changu kikubwa na nikilio kama mimi ni, ni mwanamke